Mungu haui watu katika maana ya kwamba amewapenda zaidi. Lakini kifo kina mianzo yake na nitasema kidogo. Nitasema kidogo. Kifo hiki kinachotisha hiki. Hiki hiki kinachoumiza hiki. Hiki kinacholeta maswali ya namna zote. Ukweli ni kwamba mpango wa Mungu haukuwa kwamba sisi tufe. Lakini ikiwa utasoma vizuri Biblia yako ukaangalia ukaangalia katika kile kitabu cha Mwanzo, mahali ambapo utaipata vizuri historia hii, mara baada ya uumbaji, Mwenyezi Mungu anawaweka wazazi wetu wa kwanza Adam na Eva katika bustani ile ya uh, Eden, bustani iliyokuwa nzuri sana ambayo ndani yake palikuwa na mito ikikatiza mule ikitililisha maji throughout the year, na kwa kweli bustani ilikuwa nzuri, wanyama wa namna zote, ndege wa namna zote, maua ya namna zote, miti ya matunda ya namna zote. Na Mwenyezi Mungu anawaambia sasa, mnapoingia kuishi hapa, habari ni hii, matunda ya miti ya bustani yote mwaweza mkala, ila matunda ya mti wa wow, ujuzi wa mema na mabaya hmm, uliokuwa katikati ya bustani ile, tafadhali msile matunda yake, maana siku mtakapokula, siku mtakapokula mtafanya nini? Mtakufa hakika. Shetani aliyekuwa mwelevu kuliko hayawani wote wa mwitu tasoma katika sura ile ya tatu ya Mwanzo. Yeye kwa kweli, Shetani wakati huo alikuwa ameumbwa kwa namna ya ajabu sana. Sio shetani nyoka, nyoka, nyoka. Shetani alimtumia nyoka tu, lakini nyoka aliyetumiwa kama chombo na Shetani, nyoka aliumbwa kwa namna ya ajabu sana. Ukisoma katika historia utamkuta nyoka kabla ya laana alikuwa na miguu, nyoka alikuwa na mabawa, nyoka alikuwa na rangi zaidi ya saba. Historia inasema alikuwa na rangi kama kumi na mbili hivi, kiasi kwamba wanyama wote waliokuwa katika bustani ile nyoka alipokuwa akipaa namna hii akiruka katika bustani ile, historia inasema nyoka alikuwa tamasha kwa wanyama wengine wote. Kila mnyama alikuwa anasema <tuhi> anamkili Mungu anasema acha Mungu aitwe nani? Mungu uzuri wa nyoka. Shetani, akachagua hicho hicho kizuri, akitumie kama chombo chake kuangusha wazazi wetu wa kwanza, Adamu na Eva, na ndipo utamwona nyoka alienda akajivinjali, akajivilingisha katika ule mti. Uzuri wa ule mti plus uzuri wa nyoka, nyoka ambaye wakati ule anakula hata matunda, akila lile tunda na mshawishi Hawa ama Eva ya kwamba ale pia. Eva anas, akitazama ule mti anasema wapendeza nini, wafaa kwa maarifa. Kama matokeo ya kula lile tunda, anampelekea na mwenzi wake. Mwenzi wake naye anasema ha habari, tuliwaambiwa ni kifo. Mwenzangu anaenda kufa, huyu ni aheli, nile tu na mimi tufe wote Wakala. Sasa Mungu alisema hakika tutakufa, shetani anasema hatutakufa. Leo tumekusanyika hapa kwa sababu ya mwenzetu amekufa, na wengine wengi tumekusanyika matukio kama haya. Hii inatuthibitishia Mungu ni mkweli na shetani ni mwongo. Bwana asifiwe! Bwana asifiwe! na ndipo utaona laana inatolewa kwa nyoka, wazazi wetu wanafukuzwa bustanini, wanaambiwa watakula kwa jasho, mwanamke atazaa kwa utungu, nyoka, sasa hutatumia miguu tena na mabawa, we utatembea kwa tumbo na kadhalika na kadhalika. Sasa hoja yangu ni hii, mara baada ya nguko la dhambi kwa wazazi wetu wa kwanza stahili ya mwanadamu, mimi na wewe tulistahili kufa jamani, tulistahili kufa tena, sio kifo hiki ambacho mpendwa wetu Jacqueline amekufa. Tulistahili kufa kifo cha milele, katika maana ya kwamba tungelifutika kabisa. Na ikajuli, na ikawa kama vile hapakuwahi kuwepo jamii ya wanadamu, lakini kwa upendo wa Mungu aliyetupenda upeo akamtoa mwanawe pekee Yesu Kristo afe pale msalabani kifo cha aibu kabisa ili mimi na wewe tupate kupona tuliokuwa wakufa kifo cha milele, tusife kifo hicho. Hiki kifo ambacho dada yetu Jacqueline amelala, kina tumaini la ufufuo. kifo kile ambacho wazazi wetu, kama Yesu asingelikufa pale msalabani, kulipa gharama ya hiyo dhambi maana kanuni ya mbingu ilikuwa wazi, mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti. Sikiliza, tulistahili kufa kabisa, ila kifo hiki tunachokufa kina tumaini la ufufuo. Kile kifo cha milele hakina tumaini la ufufuo, na fursa imetolewa. Kwa kila amwaminiye Yesu Kristo, huyo aliyelipa gharama ya kifo, hatapitia uzoefu wa kile kifo cha milele. Ila kwa kuikataa kafara ya Bwana wetu Yesu Kristo tukaishi katika uovu, tukalala mauti katika uovu, hicho kifo cha milele tutakutana nacho. Maana Yesu anapokuja kutakuwa na ufufuo mbili ufufuo wa kwanza ni wa wale waliompokea Yesu Kristo kama Bwana na mwokozi wa maisha yao, wakaishi na kuenenda sawasawa na mapenzi yake. Hao watafufuliwa kwanza. Miaka elfu baadaye waovu wote na shetani mwenyewe, waovu wakifufuliwa si kwa ajili ya chochote, badala yake ni kukutana na adhabu ama hukumu ya moto milele zote. Tunapokuwa katika msiba huu, ni fursa yetu nzuri sana sisi tulio hai wakati tukiumia na kusononeka na kuomboleza kwa namna zote, mioyoni mwetu, akilini mwetu, tuwe na tafakari ya kina. Mwenzetu amemaliza safari, lakini sisi hatujui tutamalizaje safari zetu, na hivyo itusaidie tukio la leo mtu fulani alejeshwe katika mstari wa kuyasalimisha maisha yake kikamilifu kwa Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake.